Pamoja na Serikali kukiri kuwa imeziagiza taasisi za kifedha na mabenki, kuwakopesha fedha wananchi wanaokuwa na hati miliki za kimila bila masharti yoyote, mbunge wa viti maalum Rose Tweve ameitaka serikali kuzipa uzito hati hizo ili ziweze kutambulika zaidi kisheria. Naomba hizi hati miliki za kimila zipewe uzito, zihakikishwe zinatambuliwa kisheria. Hata nchi za wenzetu zilizoendelea mtu anayemiliki ardhi anapewa heshima kubwa, na hiyo heshima inatokana kwa ile hati yake, popote anapokwenda, hata kwenye hizi financial institution anaweza kukopeka, lakini hapa nyumbani kwetu bado ni changamoto kubwa sana eh? hususan kwa wanawake Akichangia hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Tweve amesema ili Watanzania waweze kutambua haki na thamani ya ardhi yao, elimu haina budi kutolewa kuanzia ngazi ya kijiji hadi taifa, na hii elimu isitolewe tu kwa wale wenye wana kijiji. Lazima hata wawekezaji wanaokuja kununua haya maeneo kule vijijini waambiwe kuwa lazima, wanapopewa yale maeneo wahakikishe hawa wananchi wanaachiwa eneo ambalo wataendelea kuzalisha. Kumekuwa na wajanja wachache ambao wanafika kwenye maeneo ya vijijini na kuwashauri hawa wanakijiji kuwauzia haya maeneo, moja, kwa bei ya chini, na pili, hawa wanakijiji wanakosa hata maeneo ya kuendelea kuzalisha mazao ambayo yanaweza kuwasaidia wao kuendelea kupambana na changamoto zao, kuzalisha mazao ambayo yanaweza kukidhi mahitaji ya familia zao. Amesema azma ya serikali ni kujenga uchumi wa viwanda, hivyo aliitaka wizara ya ardhi kusimamia vyema mashamba ya wakulima. Kama haya maeneo yote yatakuwa yamebebwa na hawa watu wachache Tutakapoanzisha hivi viwanda watakaonufaika ni wale ambao watakuwa na maeneo makubwa ya kuzalisha hizi raw materials, na hii dhana nzima ya kuwasaidia hawa wakulima wadogo wadogo waweze kufikia ule uchumi wa kati utakuwa ni mgumu kufikiwa. Kwa hiyo naomba, naendelea kusisitiza, lazima suala la elimu a, lipewe kipaumbele. Kutoka bungeni mjini Dodoma, mimi ni Peter Edson wa Mwananchi Digital.